Mwalimu Fadlu na Robertino Oliveira ambaye aliondoka mm. alikuwa na sifa sana ya kucheza mid block wakati anacheza away. Tulishuhudia hata Simba na Wydad katika mchezo wa robo finali, alicheza wanasema ile low block na mid block zote, nafikiri mm. alicheza mm. alimaliza Simba ka konsid goli moja. Uh, Fadlu tumeshamtazama katika mechi za kujilinda namna hiyo za away, ni mchezo upi ambao pengine amecheza mid block au low block. Mm. ika Simba ikawalipa ika, ika Okay, uh, kwanza michezo karibu michezo yote ambayo Simba wamecheza mm. away msimu huu wame, wamecheza kwenye, kwenye mid block mm. mingi uh, na, na pia kwenye mid block ambapo wanacheza nadependi, kuna wakati mpinzani atakuwa anakuja na ana, kasi ya mashambulizi inaongezeka, watarudi nyuma na imewalipa mm. isipokuwa tu ni kwamba wachezaji mmoja mmoja amefanya makosa. Kwa hiyo kama mwalimu mm. kwa sababu tayari game plan yake ni kucheza kwenye mid block imemlipa. Kwa mfano, mm. mchezo dhidi ya CS Constantine alicheza kwenye mid block. Magoli yaliyofungwa, makosa ya mchezaji mmoja mmoja. Abdulrazak akajifunga, Chef Ndo Maloni mpira wa kwanza amepoteza, mtu anakuja anafunga. Mchezo dhidi ya FC Bravos hivyo hivyo pia. Goli latokana makosa ya nani? Ya Chef Ndo Maloni. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mwalimu akistiki kwenye plan hiyo, mm. then akawaambia wachezaji wake tupunguze makosa kwenye eneo letu la ulinzi. Mm. Kuna namna fulani itawalipa kwa sababu kwa jinsi ambavyo wamecheza, hawajafungwa wale magoli ambayo yanatokana mm. na wao oh, kucheza kwenye kwenye kwenye bloko ya namna hiyo na hiyo itawapa nafasi pia kwa sababu mm. wapinzani wa watakapokuwa wanashambuliana na idadi kubwa, Nyuma watakuwa naacha magepo. Mm. Simba na wachezaji wenye kasi kwenye maeneo ya pembeni wana elimu panzo kibisa wala mm. mm. wana kibu Dennis Prosper. Wataweza kuutilize hayo maeneo ya pembeni na kuna wakati pia wanaweza kaamua sasa. Okay. Watu wacha tuposesi, sababu pia ni tuwasema njia nzuri ya kupoteza muda ni kuposesi mpira, na Simba na uwezo pia kuposesi mpira mm, wana uwezo uh, uh, uh, uh, uh, uh, kuposesi mpira, kitu ambacho kiliwafanya yani Mwalimu Fadlu aliwasoma, au naweza ngasema video analyst wa Simba alifanya kazi nzuri sana, mm, aliwasoma uh, uh, wale Stellenbosch mm, kwa nini Fadlu wakuweza kuposesi kwenye ule mchezo mm, ukiwangalia Stellenbosch hasa kipindi cha pili walikuwa wanaisha. Ni timu ambayo wanauza kucheza kwenye maeneo finyu mm. Yaani, mtu anaweza akapokea pasi katikati ya watu wawili, akatani akatoa pasi akasogea. Ukishacheza na timu za namna hiyo, ukitaka kuprocess, watakupigia mm. pressure kwa sababu wanajua kukaa kwenye njia za pasi. Kwa hiyo tuondoe hiyo athari, tucheze zaidi kwenye, kwenye mipira mirefu tucheze zaidi kwenye mashako, tucheze zaidi kwenye transitions. Tukiwapoka mipira, mm. tunamwangalia nani yuko pembeni tunapeleka mipira. Lakini, mm. kwa namna ambavyo nimeona Simba akicheza, kwa namna ambavyo nimeona Stanley Bosch akicheza, Ah uh, ingekuwa mchezo umeisha kwa sare ya 0-0 au Stellenbosch alipata goli kwa namna fulani, ambavyo ningeuona mchezo ni mgumu sana kwa Simba. Lakini kwa namna ambavyo Simba wanacheza, natamani nione Stellenbosch kuwa timu ya kwanza kuwafunga Simba kutokana na namna ambavyo wanacheza mm. yaani kuwafanya Simba, kuwalazimisha Simba kufanya makosa ya kimuundo ili waweze kuwafunga. Natamani mm. ni waone wakifanya hivyo, lakini niliyoona akishambulia ya yes, timu fulani hivi ambayo mm. uh, wana pia